Zaidi ya wahamiaji haramu mia mbili wamekamatwa na idara ya uhamiaji mkoani Kagera katika msako wa kawaida wa siku mbili uliofanyika katika wilaya za Karagwe, Kirwa na Ngara mkoani humo. Baadhi ya wahamiaji haramu hao wamekiri kuingia nchini bila kufuata utaratibu na kusema waliamua kufanya hivyo kutokana na sababu za kiuchumi na kiusalama. Taarifa zaidi na mwandishi wetu Charles Mobea. Makundi ya wahamiaji haramu kutoka katika maeneo mbalimbali wakikusanywa katika kituo kidogo cha polisi cha Kaisho wilayani Kyerwa baada ya kubainika kuishi nchini bila kufuata sheria na taratibu. Baadhi ya wahamiaji haramu hao kutoka katika nchi za Burundi, Rwanda na Uganda wamekiri kuingia nchini kinyemela, huku sababu kubwa ikiwa ni kutafuta maisha. E, fundi ujenzi, bikaonekana huko kwetu tunafanyia hela ndogo, lakini bikaonekana tukiingia hapa, hapa Tanzania kwa ajili ya ya, ya, ya hela nyingi sana. Burundi tu unatafuta maisha yaonekana nzuri ka, e, kwa upate kale kaanga kwa kutafuna hivi, afu ukiingia huku unapata kale kaana afu bali kwa sababu tayari kusoma za zamani Wanyarwanda. Na mimi ni Mnyarwanda na nakubali tu kwenda Rwanda kwa sababu siwezi nikapinga. Nilikuwa na maisha mazuri nilikuwa sina, naona sina haja kwenda Rwanda na kusoma. Afisa uhamiaji wa mkoa wa Kagera Abdallah Towo ambaye ameambatana na mkuu wa mkoa wa Kagera John Mongela katika kituo cha uhamiaji wilayani Ngara kujionea hali halisi amesema changamoto kubwa ipo katika wilaya za Karagwe na Ngara. Ndani ya siku mbili tatu hizi zilizopita pamoja na jana, uh, idadi ambayo imekamatwa jumla ni watu zaidi ya 200. Kwa hiyo kwa kweli Ngara na Karagwe kama tulivyoona kwa upande wake mkuu wa mkoa wa Kagera John Mongela amewataka wahamiaji haramu hao kufuata sheria na taratibu za uhamiaji endapo wanataka kuishi na kufanya kazi hapa nchini. Nyiye ni ndugu zetu, sasa hatupendi na nyiye mvunje sheria. Wao naomba leo mkirudishwa, msirudi tena bila utaratibu, sawa? Ewe, sawa jamani. Tukikukamata tena tunakufunga jela, hatukukuachii tena. Jumla ya wahamiaji haramu mia moja na ishirini na wawili wametokea nchini Burundi, ishirini wametokea nchini Rwanda na hali arobaini na moja wakitokea nchini Uganda, ambapo wote wamekabidhiwa katika mamlaka husika katika nchi zao. Charles Mubea, TBC Kagera.